Niko na story ya Rais Trump eh, kutokea kule Marekani, ambapo pia aliweza kutangaza kwa Marekani pia imeweza kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran katika kati ya eh, mzozo ambao pia unaonekana kuendelea eh, kati ya Israel na Iran. Sasa mapema Juni 21 siku ya jana, Donald Trump pia alitumia jukwaa lake la Truth Social na kuweza kuambia wafuasi wake kwamba, eh, tumekamilisha shambulio letu lililoweza kufanikiwa sana dhidi ya maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, yakiwemo eh, Fordow na Natanz na Isfahan. Ndege zote sasa ziko nje ya anga ya Iran. Mabomu yote kamili yamerushwa kwenye eneo kuu la Fordow. Trump pia aliendelea kwa kusema kwamba ndege zote ziko salama njiani kurejea nyumbani. Hongera kwa mashujaa wetu wa Marekani. Hakuna jeshi jingine duniani ambalo lingeweza kufanya hii. Sasa ni wakati wa amani. Asanteni kwa kulipa eh, jambo hili kipaumbele. So, Trump aliweza kuruhusu mashambulio hayo yaweza kufanyika katika eh, Iran ambapo sasa waziri mkuu mara baada ya hilo sakata kuweza kutokea, shambulio liliweza kutokea, waziri mkuu wa Israel pia Benjamin Netanyahu pia ame Geza sana rais eh, wa Marekani Donald Trump eh, kwa shambulio hilo dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Uongozi wake leo umeleta mabadiliko ya kihistoria ambayo yanaweza kusaidia eh, kuelekea eh, Mashariki ya Kati na maeneo mengine katika eh, mustakabali wa ustawi wa E, amani sasa. Ilo moja kati ya maeneo ambayo pia yameweza kushambuliwa kule ni Faudon, lengo lenye umuhimu kubwa kabisa kutokea kule Iran, au ni sehemu ambayo ni nyeti sana kwa nchi ya Iran kwenye masuala mazima ya nyuklia. Sasa kituo cha Faudon, e, kiko chini kwanza picha linaanza e, kituo kiko chini na ndani ya mlima, yaani kwenye ule mlima uko juu then chini hicho kituo ndiko ambacho kinapatikana kilichodhaniwa kuwa hakiwezi kulengwa. Lakini Marekani alifanikiwa dhidi eh, th ya Iran kuweza kionyesha uwezo wake wa kitaaluma. So licha kufichama kule kote, lakini Marekani ameweza kukipata na kiweza kufanyia shambulio. Licha ya kuamini kwamba hawataweza kuwashambulia kutokana na the way ambapo wapo, the way way wapo, ambapo wamefichama ni chini ya mlima imagine, lakini wameweza kufanikisha. Ushirikiano na Israel. Marekani pia, shambulio hili limeweza kufanikiwa kutokana na mshikamano na na Israel. Marekani pia ilisaidia kiintelligence na kupanua ma mashambulizi ya Israel dhidi ya nyuklia na mfumo wa makombora ya Iran. Sasa ukali wa operesheni ambao pia inaendelea kufanyika huko, Trump alieleza kuwa mashambulizi yalikuwa sahihi kabisa na mafanikio yamekuwa ni makubwa kabisa, na akasema Iran itaweza kulenga tena ikiwa haitalipa kupata amani. Sasa kama Iran hawatataka kuwa na imani, basi Marekani itaweza kufanya shambulio hilo tena kwa mara nyingine endapo hawatakuwa na amani kutokana na machafuko ambayo yanakuwa yanaendelea. Sasa athari kwa Iran kwa huko taarifa zikisema kwamba Iran imelaani vikali kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na imetaka Baraza la Usalama, yani UN kukutana haraka. Iran pia imelaani ikionya dhidi ya mashambulizi zaidi. Hakuna ajali ya mionzi ambayo pia imeweza kujulikana ingalia kuwa kwamba Iran ilishambuliwa kwa makombora dhidi ya Israel, kama malipo ya mashambulizi ya awali ya Israel. Sasa majibu ya kisiasa ya Marekani yako vipi? Wabunge wa Marekani pia waliweza kugawanyika wapinzani lakini pia wakati eh, uraisi U, usi, usitimize masharti ya World Powers Act kupitia mkutano wa Congress ambao ulikuisha kufanyika huko huku e, wakipiga debe na mrengo wa kulia wa kuongeza e, sifa e, zaidi. Imekuwa ni noma, ni noma sana. Watu wengi walikuwa anasubiria kwamba Trump ni nini ambacho atakweza kukiamua, kwa sababu alikuwa anasema ana siku mbili za kufikiria, mara wiki mbili za kufikiria kuhusiana na kuingilia e, mgogoro huu. Sasa tusubiri tuone matokeo ya Iran yatakuwa ni vipi, kwa sababu walishatoa taarifa kwamba endapo Marekani au nchi yoyote jitokeza kuweza kuisaidia Israel basi vita ya tatu ya dunia ndipo itakapoweza eh, kutokea. Drop comment yako hapo kwa maoni mengi zaidi, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu kwenye mitandao yote ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram, Instagram pamoja na X bila kusahau pale YouTube. Ukisubscribe channel yetu toko kwanza kabisa kupata notification zote chao